Watu wengi tunafahamu penzi la Wema Sepetu pamoja na msanii Whozu tayari limefika mwisho tayari limefika tamati kwa, ni, kwa sasa hivi atuaoni, lakini pia tuliweza kuthibitisha katika kibao kata ambacho Nandi aliweza kukiandaa Whozu ili mlazimu aweze kuja katika hicho kibao kata, kwa nia na madhumuni ya kuperform au kufanya show. lakini ni ya yake kubwa ilikuwa ni kumuomba msamaha Wema Sepetu, namna ambavyo Juma Lokola aliweza kutuelezea kupitia page yake ya Insta Lokole anakuambia mrembo Rita alikutana na Wozo eh, mazoezini gym eh, na namna ambavyo walikutana, walizungumza mambo mengi sana lakini, baadaye, Wozo akaingia katika mtego wa mtego. Mrembo Rita. Na kama ambavyo tunafahamu, uh, huyu mrembo Rita ndiye huyu huyu ambaye alitamani sana kuharibu mahusiano kati ya Diamond pamoja na Zuchu. Na sasa hivi amefanikiwa kuharibu mahusiano kati ya Whozu uh, pamoja na Wema Sepetu. Na sasa hivi Whozu uh, ni kama vile anajutia, ni kama vile atamani tena kumsikia mrembo Rita, anatamani uh, kurudiana na Wema Sepetu, lakini Wema Sepetu hana muda. Katika kile kibao kata ambacho Nandi alikiandaa, uh, Whozu baada ya kufika pale, unaambiwa Wema Sepetu alikasirika. Jumalo kole anakuambia kulichafuka pale Wema Sepetu alitukana, matusi yote ya lugha zote, ya Kituruki, ya Kispanyola, ili mradi tu Nandi aweze kumuelewa kwamba haikuwa sawa Whozu kualikwa katika hicho kuzaliwa mwaka jana ya Wema Sepetu, mama yake na Wema Sepetu alisimama na kushika maiki na kuanza kuzungumza na kudai kwamba hapendi sana mtoto wake anapokuwa na vijana wadogo ambao amewazidi umri, lakini pia anakuwa na vijana wadogo ambao pia ni wasanii, yaani e, vijana ambao wanapita katika mgongo wa Wema Sepetu ili mradi watoboe kimuziki, kwa sababu tu Wema Sepetu tayari ana wafuasi wengi, kwa sababu tu Wema Sepetu tayari ni mtu maarufu, jambo ambalo mama yake na Wema e, huwa linamuumiza kwa kiasi kikubwa sana, na ukiangalia Wema Sepetu kwao wako wanne uh, wote ni kike lakini yeye ni mtoto wa mwisho. Sasa mamayake uh, sasa kitu ambacho kilikuwa kinamkasirisha zaidi mama yake kufika mbaoiaa lakini Wema alikuwa anamkasirikia mama yake na kumwambia kwamba mama, usifanye hivyo huyu mtu ninampenda na yeye ananipenda afu baadaye tutafunga ndoa, lakini mama yake hakuweza kabisa kumkubali Wozu kwa kile kipindi na mpaka leo hii mama mzazi wa Wema hamkubali msanii Wozu. Na siku leo mama yake na Wema Sepetu ameweza kufunguka wazi kuhusiana na hilo swala, akadai kwamba yeye binafsi kama mama, uh, huwa anaelewa ni mwanaume yupi ni sahihi kwa mtoto wake, lakini pia ni mwanaume yupi ambaye anamchezea mtoto wake. Yeye kama mama Wema Sepetu kuanzia mwanzo alikuwa anamwambia Wema kwamba huyo sio mwanaume sahihi. E, basi ipo siku atakuacha na utashangaa. Na kweli, e, bana, haijapita muda mrefu tumeweza kuona uozo kitu gani? E, kitu ambacho amekifanya, ameshawishika na mrembo Rita, na mpaka sasa hivi anajutia, e, kuachana na Wema Sepetu. Lakini Wema, kitu ambacho huwa anatufurahisha, e, au kitu fulani hivi ambacho kila mmoja huwa kinamfurahisha kwa Wema Sepetu, ni dada ambaye akiachana na mwanaume hawezi kabisa kurudiana naye yaani kiufupi, uh, Wema Sepetu sio dada ambaye huwa anarudia matapishi uh, kiufupi yupo hivyo. Sasa mama Wema amefurahi sana kuona kwamba Whozu ameachana na mtoto wake, kwa sababu amedai Whozu alikuwa anamtumia Wema Sepetu katika mambo yake ya sanaa ya muziki. Lakini pia kitu kingine amedai kwamba Whozu alikuwa anapenda sana kutumia pesa za mtoto wake bila hata sababu, kwa sababu ukiangalia Wema, mara nyingi sana mwanaume akimpenda uh, basi anamfanyia vitu vingi sana, anaweza hata kumnunulia nyumba akamfanyia vitu vingi, ili mradi tuendelee kuthibitisha upendo wake, eh, kwake, lakini mama yake na Wema anadai mtoto wake ameumizwa sana na sasa hivi e, tayari ameshaweka mpango mkakati kwa ajili ya kudhibiti watu ambao wanakuja katika maisha ya mtoto wake alafu wanamchezea na baadaye wanamuacha. Hicho kitu anadai yeye kama mama kinamuumiza kwa asilimia kubwa, na anatamani sana e, basi aweze kukidhibiti. Lakini pia anatamani sana Wema Sepetu ajitambue, aelewe kabisa wanaume ambao anakuwa nao e, basi ni wanaume wa namna gani namna gani, na hata leo au mama Wema anakwambia, anatamani sana mtoto wangu afunge wa ndoa aolewe, kwa sababu umri wake umesogea. Wema Sepetu sasa hivi ana miaka 35, lakini bado hajapata mwanaume wa kumuoa. Ni jambo ambalo yule mama au mama Wema analijutia kwa asilimia kubwa. Anaona kwamba mtoto wake ana nuksi gani au ana mkosi gani, kwa nini hapati wanaume wa kumuoa? Labda huenda kutokana na lile tatizo lake la kushindwa kupata mtoto, huenda wanaume wanashindwa kabisa kuweka malengo na Wema Sepetu maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe.